Wazalendo <tie> jusha tanga <tie> safari <tie> wanawake mupo <tie> wanawake mupo <tie> <tie> safari safari kwa <tie> jina, naitwa Khadija Hamisi Abdallah ni mgombea wa, wa, wa udiwani katika wadi ya Kilimahewa Jimbo la Amani. Yaliyotokea katika uchaguzi wa tarehe ishirini na nane, mimi kama ni diwani nilishuhudia haya. Kwanza, kura ya mapema ilianza saa moja na dakika kumi na tatu. Uchaguzi wa mapema huo ambao kuwa ulishajihisha wale ambaokuwa waliwekwa watu maalumu, lakini walikuwa si watu maalum kwa sababu walikuwemo raia kama mimi na hawana kazi yoyote, ni vijana ambaokuwa wengine ni jirani zangu. Hilo nilishuhudia, lakini pia hawa ambaokuwa waliambiwa ni vikosi vikosi, hao hawana nembo kwanza, tulijue hilo, hawana hata ile alama ya majina yao wengine nikakumbana nao wakanambia, Bi Khadija, acha kama yalivyo. Naam na, na nikaacha, lakini nikaingia katika kituo ambacho kuwa namba moja ambacho kuwa kilikuwa ni Kilimahewa juu. Vituo viligaiwa, vituo jimbo langu lilipiga kura mapema, Nyerere kwa wazee, Amani, Kilimahewa juu na Kilimahewa bondeni. Kilichojiri sasa, nafika katika vituo vile wale ambao kuwa walikuwa wakija kupiga kura zile, wengine ni wana maskani wengine ni mabalozi au ni watu wenye kazi maalum. Hicho ndio kilichotokea. Lakini sasa na wahoji makarani pamoja na mapo, jamani, huyu hana kazi maalumu na namjua, naambiwa acha. Tukienda katika hali hiyo mpaka tukamaliza zoezi, tukamwendea mkuu wa kituo mapema tu. Kwanza tukamwambia mheshimiwa, mkuu wa kituo, mbona kituo watu wameanza kura mapema saa moja na dakika kumi na tatu bila ya kuita mawakala? Akanambia mimi si ajui. Tukamwambia tuachane naye, twende katika safari yetu, lengo sisi ni kufika baadaye. Tukafunga kituo saa nane, tukamaliza. Siku ya pili ya tarehe ishirini na tisa tarehe ishirini na tisa tukaingia katika uchaguzi ambao kuwa tulitegemea kwamba uchaguzi ule utakwenda halali, lakini alojiri, tumeingia kwanza mawakala walizuiwa, baadaye sisi wenyewe kama ni wagombea tukang'aka na tukaingiza mawakala, lakini mawakala wa muungano ambaye kwa msimamizi wetu alikuwa ni nani ile Ali Darusi, Ali Darusi aliwasimamia mawakala, akasema si ruhusa kuingia wa muungano wa Zanzibar wa waliingizwa mapema, wa muungano walikuja kuingizwa wakati wa kuhesabu kura. Ni wakala mmoja tu ndiye aliyewahi kuingia katika kituo namba moja, ambaye kwa ni Abrahamani Hamisi Muhamed yalojiri. Sasa tulikwenda katika mchakato ule, tukaiona hali ilivyojitokeza, makarani na mapio wa vituo walikuwa wakizichana kura kama maji, karani ama mapo wanachana kura, wanaingiza katika ma? Hapana, madroya madeksi. Mimi mwenyewe kama mgombea naingia katika kituo, namuuliza karani, inakuwaje? Na sheria huwezi kuchana kura mpaka aingie mpiga kura, leo inakuwaje? Ananiambia hii ndio kazi tulioambiwa. Hapo basi tayari kura hizo zimetikiwa, wanakuja wana maskani ama mabalozi na watu wao mikononi. Mmoja wapo walikuwa ni mgonjwa wa kituo cha kilimahewa bondeni. Jamani, kilichotokea bibi yule alipewa kura zisizopungua labda kumi na tano, maana nyingine mpaka zikamwanguka bibi yule, aliingia ndani ya kituo akenda akapiga kura nyingine zikamwanguka. Kilichojiri siku ya pili, mwanamke yule Mwenyezi Mungu alimuhitaji, tumefahamiana. Kama hilo halitoshi, kituo namba moja cha Kilima hewa ambaye kuwa alikuwa wakala ni ndugu yangu, baba mmoja mama mmoja baada ya kuweza kufanya manyang'au yao, wanataka waendelee mawakala wale wakatolewa. Nikasogea mie kama ni mgombea, nikamuuliza karani pamoja na askari. Kwa kweli askari walichangia kwenye uchaguzi huu, kweli sikweli. Askari walichangia pakubwa, kwa sababu tunakwenda kutoa taarifa askari. Kama wewe ni mlinzi wa usalama katika hali hii